Karibu tena kwenye seshen ya pili ya programu tuliyoianza ya, ya wimbo wa ninapenda. Nimechagua shukrani Essence of Worship. Tunakuja kwenye seshen ya performance ya yeah, kwenye kama nilivyoambia mwanzoni performance eh, kule stems niitengenezea kwenye logic pro, then kwenye performance nimetumia Ableton kwa sababu Ableton ni one of the best daw za kufanyia performance, live performance ni one of the best kwa sababu ya options zake za kuoperate, huwa ni rahisi na nyepesi ya. kwa haraka haraka niligawa huu wimbo mmoja kwenye partition ziko tisa, ya, kwenye parts tisa tofauti. Ya, part ya kwanza ya, ya ilikuwa ni part ya intro, part ya verse ya leader then ikaja part ya verse ambayo aliitikia watu wote, tukaja ile bridge ambayo ilikuwa soft, alafu tukaja chorus baada ya hapo tukafanya ile tena round ya chorus, alafu tukaja partition ya mziki wa kwanza ule. Baada ya kumaliza mziki wa kwanza tulikuja partition ya ambayo ni ya nane, hii ilikuwa ni ya refrain, then tukarudia chorus, alafu ya mwisho ilikuwa ni part ya, ya music ya, kwa hiyo kwenye huu wimbo wetu kwenye hizi partition tisa utaona nilikuwa nimeassign kwa namba ya, tukija kwenye Command K hii ndio sehemu ambayo tuliassign vitu vyetu kwenye tulilocate parts zetu intro utaona nilioketi kwenye ki ya kwanza ya pili, hivyo hivyo mpaka kwenye ile last part ya tisa ilikuwa ni kwenye namba tisa. Sasa so, turudi kwenye uh, jinsi ya kuzi play sasa. Kwenye kuasin kwenye kuloketi hizi pats, una asin kwenye, kwenye hizi batan ili kusaidie Oh, in case labda mwimbaji amekosea part flan unaweza ukarudia uka hiyo part uh, bila kuwa na, na changamoto yoyote na then uka jump to part nyingine, au kama alienda kwenye part ya mbele uka jump kwenye part nyingine bila kuharibu performance yako. Let's say tumeanza kwenye namba namba tatu, part ambayo alirudia verse ya leader ya, tukija hapa, tukija kwenye namba tatu imeanzia hapo. Let's say katikati lida hakumaliza baa zote akaenda pati au akakuashiria labda uende pati inayofuata kabla hajamaliza, utabonyeza namba nne kabla baa ijaisha, utaona imemove kwenye pati ya bridge kabla ya zile baa za kwanza kuisha. Kwa hiyo utasubiria ile baa ya mwisho, wakati imeanza baa ya mwisho, ukibonyeza namba ya baa inayofata itakuwa itakuala na itaenda moja kwa moja kwenye ya epati. Let's say tukitoka, utaenda kwenye pati namba saba, Drums in build imeenda kwenye pati ya muziki, ko unakuwa uhuru ku, ku, ku, kufanya performance yako bila kuwa na stress yoyote, in case labda kuna makosa yamefanyika au artist yame ameamua kufanya tofauti na the way wimbo ulikuwa arranged. Let's say tuende kwenye na namba hii ya ya yeah, feature ipo nadhani. Na pia kwenye vinanda vya PSR ukiobserve, ukiwa unatengeneza beat kwenye users pale, kuna part A, B, C na D. Ukiangalia pale zile part it is very same how it works with Ableton. Yeah, kwa hiyo ukichunguza ni, ni the same kwa unaweza ukafanya performance yako kiurahisi tofauti na ukiwa kwenye Logic, ambapo sometimes ukikosea itakulazimu uanze mwanzo wa wimbo au stop utafute, sehemu nyingine ambayo uta, utaanza lakini Ableton inakurahisishia kufanya performance yako bila makosa madogo ka, madogo kama hayo. Asante.